Mama iko nyumbani. Mwanangu, naomba usome, umenielewa? Achana na magume magumegume kwa kwa wa mjini, wamekaa kwa fresha ya watu. Kisa wao ameferi kimaisha. Naomba usome, umesikia? kuna mjitu umeumgwa hapa duniani ni kuaribu tuatwenzao, waone tu wameferi, hawaeleweki Nakuomba usome eh? Maana unaweza kumuona mtu amevaa vizuri, anajiheshimu, kumbe ana loroti ni mpumbavu tu. no, no, no, naomba sasa uondoke. no, no. Na ni nanikuona kabisa unaishiria, naomba no, no. Na uende <laughs> yani, nione kabisa mtoto anaishi hapa ndo naondoka <laughs> <laughs> Nenda kabisa. Eni nione mpaka unaposhika ndo natoka hapa. Nenda nenda.